kutokana na kuchelewa kwa mvua mkoani Rukwa, baadhi ya wananchi na wakazi wa mtaa wa Sumbanga wenyeji kata ya Sumbanga asilia wameuomba uongozi wa machifu wilani Sumbawanga kufanyika kwa tambiko la kuomba mvua katika mkoa huo. Tambiko hilo limejumuisha viongozi mbalimbali akiwemo afisa utamaduni manispa, ndugu Jacob Yohana Tamka pamoja na diwani wa kata ya Sumbanga asilia, Mheshimiwa Godfrey Gaspar na wengine wengi. Tambiko hilo liliongozwa na Chifu Anton Thadeo wa ngao ya tatu, huku likiambatanishwa na vyakula vya asili mbalimbali. Ni unga wa ulezi. Zamani tulikuwa tunasaga kwenye jiwe, ukisaga kwenye jiwe unapotenga ugali ni lazima utaukaanga, utaukaanga ndio ugali unakuja unakuwa vizuri, ukisonga hivi hivi unakuwa kama umeweka kimela unakuwa haunuki, wala hauizi. Kwa hiyo ndiyo hivyo, hiki kimila ndio tunakitengeneza kwa siku ya leo, ili tuweze kukaanga, alafu baadaye tu tusongee ugali. aliyakolochi sana yani amama ya iteatile ya gukweleki inyama ichifwa yatangi chifwa to eleka ubanike

twelekelanga silu musilia utupu tukudiana chilemba kwele twelekanga vivye kwene chila chisu twelekanga vivye kwene ya kwaiyo ya mama itu ya tusambizi kwele ka vikwele chiasili hiki malombo ntula yumbe ntula imalombo ya ndema we mukayumbe ntula w albm Tambiko hilo liliambatanishwa na burudani mbalimbali zikiwemo ngoma za asili kabila ya Kifipa na huku chifu wa himaya hiyo akitoa shukrani kwa watu wote waliohudhuria tafrija hiyo na kuwaomba wasisahau asili yao. Mimi naitwa Chifu Anthony Tadeo Wangao ni mjukuu wa Mwenengalu Chinschamfipa ambaye ndio aliyetamka jina la Sumbawanga na ni mwene Kapufi wa tatu wa himaya kuu Sumba ya Sumbawanga. Jambo lililotukusanya siku hii ya leo ni kwamba wananchi wameona kwamba hakuna mvua sasa, wakasema wakaona hapana, ngoja t tukombe baraka kwa mwene. Ndio maana wamekuja hapa, na ndio maana unaona wanaimba hata nyimbo za kuombea mvua, na hata unaona wingu linaanza kutanda. Ni nini? Unajua, Mungu anapenda sana kuimbiwa, hapendi kitu kingine zaidi zaidi ya kuimbiwa. E, ndio maana unaona pale wanaimba nyimbo inamaana wanamwomba Mungu na Mungu anafurahi, na unaona wingu linaanza kutanda. Ndugu mtangazaji, e, katika tukio hili wamehudhuria wamehudhuria kwanza kabisa wamehudhuria mstahiki meya na madiwani wamehudhuria, ambao ni wa imaya hii na imaya ya Senga, lakini vile vile tumempata afisa utamaduni wa manispaa ndio amekuwa mgeni rasmi na ndio amefanya mila zote kwa sababu yeye ndio kitengo chake. Oye, tunapenda kumshukuru mkurugenzi kwa kuweza kutuletea afisa utamaduni. Tunategemea ni mvua tu sonono, imeshaanza, imeshaanza kutanda wingi e, lazima mvua itanyesha na kutakuwa vizuri kabisa, kwa sababu mimi najua kadri kadri, unavyosikia zile nyimbo wanazoimba, ni kwamba wanamuomba Mungu aweze kutuletea mvua, na Mungu wa kawaida yake anasema jambo lolote mkiomba anawapenda, na, na, na tunajua kabisa Mungu ameshasikia maombi yetu na mambo yataenda vizuri. Moja kati ya kikundi cha ngoma kilichohudhuria tafrija hiyo kimemshukuru chifu kwa maamuzi aliyoyafanya na kuomba azidi kudumisha mila na desturi za kabila la Kifipa. Jina langu naitwa Paulina Simon Kiatu, mimi ni mcheza ngoma kwenye imaa hii ya chifu. Lengo kubwa sana sana ni kuomba kuhusu mvua inayo tumeona imesimama sana ndio maana tumekusanyika hapa kuja kumuomba kuomba mvua, ili tumwambie tudabilie mvua mzee wetu chifu, ndio maana tumekusanyika. Baada ya kuomba mvua muda wote inaweza ikaja ikanyesha, hata kama kuna mchawi ameikinga lakini kwa chifu mpaka ikataliwe. Kwa majina, mimi naitwa Anthony Oscar Ndauka ni mkazi wa Sumbawanga na ni mzaliwa wa Mkoa wa Rukwa na kaa kata ya Izia maeneo ya Bangwe. A mimi katika mkusanyiko huu, kwanza nipende kujitambulisha cheo changu. Mimi ni katibu wa vikundi vya ngoma za asili manispaa na Mkoa wa Rukwa kiujumla, yaani mimi ni katibu wa vikundi vyote vinavyohusu asili ya Mfipa hapa Rukwa. Na pia vilevile hapa vile nimekuja kama katibu wa vikundi vya ngoma, pia vile vile nimekuja kama mcheza ngoma wa kikundi changu cha ngoma ambacho kilikuwa hapa kinatumbwiza kikundi cha chinsi cha Mfipa. Aa, lengo na mazumuni ya kuja hapa nadhani tulikuwa tumekuja kwa ajili ya tambiko dogo au tambiko fupi kwa ajili ya kuombea mvua yetu ambayo tunaona kiukweli imechelewa kufika na si kawaida. Kwa hiyo tuliona tuje kidogo katika eneo letu la mizimu, eneo la machifu, eneo la mababu kuja kuomba baraka, kuja kuomba maombezi, ili na wao waweze kutufanyia wepesi kidogo, ili tuweze kupata mvua, maana kama unavyojua mkoa wetu katika kipato chetu kikubwa tunategemea mvua. Naweza nikasema hivyo kwa sababu sisi ni wakulima, na kitu kinachotuinua mkoa wa Rukwa ni ukulima, ambayo ukulima unategemea mvua. Kwa hiyo tumekuja kuomba hapa kidogo, walau mababu na mizimu wa nyumba hii ya chinsi cha Mfipa waweze kutusikiliza, watusaidie walau tupate mvua, ili kwa ajili ya kukizi mahitaji hapo mbele. Naweza nikasema ni kila mwaka lakini Sisemi kwa pale mvua itakapokuwa imechelewa tu. Mvua inaweza ikawa haijachelewa, mvua inaweza ikawa ni nyingi pia. Kuna mvua huwa inakuja inakuwa ni nyingi inakuwa inaharibu baadhi ya mazao au inaharibu vitu fulani. Kwa hiyo huwa tunakuja kuomba kwa ajili ya ile mvua kupungua na matokeo tunayapata kiukweli. Lakini mara nyingi sana huwa tunakuja kuomba mvua ishuke na mvua ije kwa wingi, kwa sababu sisi tunaitaka mvua na tunategemea mvua. Na mara nyingi tukiomba, kiukweli, wanatusikiliza wakubwa wa humu ndani na Mungu anatusaidia kiukweli, mvua tunaipata. Yaani aina ya maombi kama unavyojua maombi ya kuomba Mungu au miungu huwa hayategemei uzuri au ubaya. Hapa sisi tunakuja kuomba kwa jambo lolote, iwe amani, yaani iwe sherehe, uwe msiba iwe vita iwe nini, sisi tunakuja kuomba na hata kama anaweza akawa ametoka mtu huko akaja hapa Sumbawanga kwa ajili ya kutuchafua au kufanya kitu cha ajabu, tunaweza tukaja kumuombea humu ndani. Kwa hiyo sisi si mvua tu tunaomba, kila kitu katika hali yoyote ile tunafika hapa kwa ajili ya kuomba na kutambika, ili mradi tu mambo yakae sawa sawia, yasizidi, yasipungue, yakae kati kwa kati ndicho kitu tunafanya ah, Mtazamaji wa Ushuani Media ah, kama unavyoona eh, katika eneo hili nyuma yangu inaonekana mkusanyiko wa baadhi ya vikundi vya ngoma vikisherekea katika hafla fupi ama katika tambiko fupi ambao limefanyika katika eh, viwanja vya ngome ya, ya kichifu katika eneo la Sumbawanga wenyeji. Lengo kuu la eh, mkusanyiko huu au lengo kuu uh, la hafla hii ni kuomba mvua kutoka kwa machifu ama kutoka kwa mizimu eh, katika imaya hii ya machifu, lakini kama ulivyomsikia chifu kwamba wanaomba kutoka kwa Mwenyezi Mungu mvua ambayo imechelewa katika kwa wetu wa Rukwa kwa katika mwaka huu wa 2025 lakini kumbuka pia, mkusanyiko huu umejumuisha viongozi mbalimbali mbali kutoka sehemu tofauti tofauti akiwemo e, afisa utamaduni kutoka wilaya ya Sumbawanga, lakini bila kusahau pia akiwemo diwani wa kata hii hapa, lakini pia aa, na watu wa mtaa huu hapa, raia tofauti tofauti wamehudhuria katika hafla hii ama katika Uh, tambiko hili lakini kubwa zaidi ni kwamba tumeshuhudia baadhi ya vyakula vya asili ambao vimepikwa hapa, vimeliwa ndani ya nyumba au ndani ya hema ama ndani ya ngome ya kichifu hapa, vyakula tofauti tofauti, ikiwemo manyama sungula, lakini pia tumeona ugali wa ulezi ambao umechanganywa vitu tofauti tofauti kutoka uh, hapa. Ni mimi DJ Mwasa nikiongozana na dadangu kutoka Ushuani Media, dadangu Kesi ambaye tuko pamoja tumeambatana pamoja kuhakikisha tunakuja kushuhudia pamoja katika eneo hili, ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini usiache kusubscribe, kulike na kucomment kupitia kurasa zetu za TikTok, Instagram, tunafahamika kama Ushuani Media. Bye bye. Ebano niko yes na blaza hapa ambaye anafahamika kwa jina la David Wedding. Huyu ni mtaalamu wa kuchomelea kwa maana ya kwamba unahitaji madirisha ya grill mazuri na yenye urembo na mwonekano mzuri unahitaji mageti mazuri na yenye urembo, lakini pia ana mwonekano mzuri unahitaji kitanda saizi yote kuanzia nne mpaka sita kwa sita na chenye mwonekano mzuri chenye kuvutia. Unahitaji jiko la kuchomea nyama kwa ajili ya biashara, lakini nyumbani kwako, yupo jamaa anaitwa David uh, Wedding ambaye ni mtaalamu wa kuchomea lakini pia huyu jamaa anapatikana ndani ya Sumbawanga, karibu kabisa na benki ya NBC pale, lakini ng'ambo yake huyu jamaa kupitia mitandao yake ya kijamii anafahamika kama David Alphonse pale Instagram, lakini pale Facebook anafahamika kama David Alphonse. Unaweza ka ukaangalia kazi zake jinsi anavyofanya, lakini pia unaweza ukachagua ni kitu gani unahitaji kupitia picha ambazo anaweka katika mitandao yake. Lakini kama uh, pia unahitaji mawasiliano naye, unaweza ukamcheki kupitia namba sifuri saba tano mbili, ishirini na tatu, themanini 73 Anaitwa David Wedding kutoka Sumbanga karibu na mitaa ya NBC Bank. Lakini pia unaruhusiwa kuwekeza, kwa maana kwamba ukiwa na hela ndogo unaweza ukaanza kulipa kidogo kidogo ikiwa kazi inaendelea kufanyika.